Kampeni zimeenda vizuri. Kampeni zimeenda nchi nzima kwa amani, kwa usalama, kwa upendo, na sasa zinapokuwa zinafungwa, uh, sisi kama uh, uh, wahamasishaji wa umma na wapenda amani, moja, uh, naomba wana Mwanza wote vijana wote wajiandae kutoka kwa wingi kumpokea rais wetu mwenyekiti wetu mgombea wetu atakapoingia mji huu tumheshimishe tu kwa wingi wetu. Nimeongea juzi na viongozi wa dini mbalimbali mbali, wa na wenzetu Waislamu na Wakristo, tumeomba watu wao wale wanakwaya wana vikundi awaimba hasida wale wote watoke kumpokea mama, na mimi nimeonyesha mfano kutoka nilikotoka kuja kumsikiliza na kuwa sehemu ya hitimisho hilo la kampeni la pili. Uh, tunakuja kuwaomba wanakanda ya ziwa wa Mwanza na mikoa yote inayozunguka watu wote wajiandae kutoka kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi huu. Uh, kwenye CCM sisi tunasema Oktoba tunatiki, na tunaomba wanajamii, tunawaomba vijana, tunaomba, vijana, tunaomba akina mama, tunaomba hata wale watu ambao wanakuwa na mashaka tu, wanajisikia kuchoka. Hiyo siku hakuna kuchoka, kwa sababu hiyo siku ni siku takatifu. Nchi yetu inakwenda kutekeleza demokrasia, demokrasia ya wewe kujichagulia katika wengi moja awe kiongozi wako katika ngazi ya urais. Na kwa hiyo vijana, kwanza kupiga kura ni jambo la kujivunia uh, unafurahia wewe ile fursa ambayo umepewa ya uhuru wa nchi hii, amani ya Tanzania, uwepo wa jamhuri yetu. Ni lazima vijana waendelee kuitunza, namna mojawapo muhimu ni kuchukua fursa yako ya kikatiba kwenda kupiga kura. Unapopiga kura wewe uh, utawarithisha na wale watakaofuata kupiga kura. Kwa hiyo vijana wote wawe mstari wa mbele, vijana wote wasaidie wazee, watakapofika kupiga kura watoe nafasi kwanza kwa wazee, wapige kura, wasiojiweza wapige kura, akina mama wapige kura, ile mistari mirefu ile, sasa vijana ndio wamalizie lakini tuhakikishe wanalinda amani na mshikamano wa nchi hii, kwa sababu ta, vijana sio taifa la kesho, vijana ndiyo taifa la leo. Tanzania ina wingi wa vijana kuliko marika mengine yote. Kwa hiyo vijana wakitoka, Tanzania imetoka. Vijana wakienda kupiga kura, Tanzania imepiga kura. Vijana wakiongea, Tanzania imeongea. Wanamfurahisha wana, wana mama yetu Samia, lakini wanaifurahisha Tanzania na Tanzania ya kesho na kesho. Mimi nazungumza na vijana uh, vijana wanaitwa Gen Z. Tunataka tufanye kongamano na wao kubwa, itakuwa ni kuwasikia kuanzia saa kumi na moja nadhani tutakuwa live kwenye vyombo vya habari kuwasikia vijana, utayari wao, dukuduku duku lao katika zoezi hili la demokrasia na azma yao ya kuhakikisha kwamba wanawashawishi vijana wenzao wote wa Tanzania kwenda kupiga kura wanawashawishi wakiwa wao wenyewe wako mstari wa mbele, lakini kikubwa zaidi ni vijana kutumia fursa hii ya kidemokrasia ya uhuru wa Tanzania, ya amani ya Tanzania kupiga kura kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Amani ukiipoteza shehe, hairudi tena kirahisi, na ukitaka kujua, angalia wale ambao imewapotea. So amani yetu ni tunu kubwa, lazima tuilinde amani ya Tanzania kwa wivu mkubwa Tusiruhusu na hatutaruhusu mtu yeyote aivunje amani ya nchi hii. Tunataka Tanzania tuendelee kufurahia uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuishi, uhuru wa kuwa kabila unalotaka, uhuru wa kwenda unapotaka wakati wowote wa, hii yote inatokana na amani ambayo imeasisiwa na Mungu mwenyewe akawarithisha waasisi wetu akina Mwalimu Nyerere na wenzake, mpaka sasa mama yetu Samia Hassan ameshikilia bendera ya Tanzania akiendeleza mshikamano wa nchi, amani ya nchi, mapendano ya Watanzania bila kujali umetoka upande gani wa muungano, kabila gani, dini gani. Sisi ni ndugu na tutaendelea kuwa ndugu, taifa lenye uimara zaidi hapa Afrika.